Yaani, kilichonifanya nije hapa mwanzo kiana cha siri yaani yaani. Wale wanaume sijui ni malizana na nao vipi? Malizana nao mbona sikuelewi? Ni hapa nimechoka kusumbuliwa mm. Ukitoka huku huyu, kutoka huku huyu, naishija kwa <totutu> ajabu sana hivi. Ushachukua vya ngapi baada ya badastava. Utamalizana nani? Utaachana na yule ha yaani, ukimwona yule anakuja kula kichochoro hivyo hivyo mwanzo mwisho, mimi sikushauri yaani, sikushauri kabisa.

Kuna nini? Nauliza, nauliza, mmenunua chipu? Naleta mapenzi kwa mume wangu wangu, wewe, samahani umesikia? Nyinyi watu wa mtaa mmezoea nini, mkiona ana ume kwa shomokea? Na wazimwe. Mume wangu mimi sijisikii kuwauzia watoto wa washezi

Maisha kani sasa haya alafu unapendaka kutupandaka mi makitwa wewe. Mwa mkekeno usupendaka kuelewa maisha hapa tare salamu wewe. Kwa sisi wa Sukuma tunawaka wanawake waupe so wausi usi. Nimekosea manamba tu. Mwanaume na wazimu eh. Jamani, nyi Sielewi mwanangu mi sielewi, kama vile anazogoazogoa tu. Sababu hapo mwanangu mi napochowaza kwamba kuna mtoto mmoja kanipiga mwanangu, yani simuelewielewi. Demu mmoja hivi kanizingua mwanangu, piga simu hivi, kitu nani mizinguo mi mwanangu, kanipiga mawe kibao, yani hapa elewe, mnaleta stories, mi sielewi aa. Yani, enyewe yani, basi mwanangu kwa hakika sio Yaani ni kuambia kitu kimoja mwanangu. Unajua mademu ndio. Yaani wewe demu mwanangu ningemuona themes... mimi. Yaani mademu ndio kaida yako. Kwa hiyo mwanangu, cha msingi wewe unakausha hapo. Ah. Babu sio poa. Sababu hiyo issue sio. Yaani mwanangu wewe unaweza kuona kitu cha kawaida mwanangu. Mwanangu demu kutana na mazingira gani? fulani fulani, fulani hivi mwanangu afu kama vile kana kana kana au mwanangu mshenzi wewe mimi. Kwanza, ngoja kwanza. Mrefu wastani au sio? Eh. Eh. White white. Vipi mwanangu? Hapo mmo baba, ndo huyo huyo mwanangu. Mimi mwenyewe demu kashanipiga ah, mshan soma, alafu mimi nilimwahidi kwamba nitamuoa kwa sababu yule mtoto mwanangu, pini wewe mwenyewe si ndo huyo unamsema, white fulani anapenda kujea kasti fulani za nywele, unashangaza bodemu, demu fulani kwa bonge bonge, alafu kama kusomu refu sana, ndo huyo huyo ndo huyo huyo mwanangu. Yani ndo huyo huyo wewe, nywele hapa ni yani watu wawili wamemtongoza demu mmoja, alafu demu mwenyewe haeleweki. Unazungumza nini? Huyu hemsha mwanangu, unazungumza nini? Huyo achana naye kwanza. Nikwambie shamba huyu demu mwenyewe si mweupe? Demu ndio mweupe, mtindo wake anaanza nywele. Ndio huyo. Sasa Cheupe, mi mpaka kitanda chake nakijua. Yaani mpaka kitanda nakijua. Subiri kwanza. Kwa hiyo ndo nataka kuniambia anapoishi unapajua? Yaani nakujua very well. Sikia mwanangu, sikia usiku, mfuate mwanangu.

anakaa hapa, sema labda useme kaenda kutafuta danga tu. Amtoe chope ndani humo. Kwa mwanangu, sikia mwanangu, unjue, sikiliza mwanangu, nikwambie unjue, ile demo mwanangu ashatuzingua sawa, alafu ile demo ndo anakaa hapa, wewe unasema anakaa hapa, nitakuzingua, ujue nitakuzingua, hujuna ndaninzingua mwanangu, mwambie lazo kula. Tena mwambie kabisa ushoga wako yani.